Wakipaza sauti zao mbele ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Babati, Shabani Mpendu, wajasiriamali akiwemo Amina Omari pamoja na Ali Muhamed, wamefikisha kilio hicho na kuiomba serikali kuingilia kati na kutazama upya mikopo hiyo. Lakini sisi tuko hapa, na wakubwa walitutembelea, wametutembelea biashara zetu, lakini mpaka sasa hivi hatukupata kitu chochote. Matokeo yake hapa juzi tunasikia mipitisho majina matatu, wengine hayakupita na walitembelea biashara zetu na wakasema biashara zetu zipo vizuri, lakini matokeo yake mpaka leo hakuna chochote kile tulichokiona. Nataka kufanya kilimo cha umwagiliaji niweze kushika mkono, kwa sababu natumia nguvu nyingi, sioni natumia kuwalipa watu gharama kwa kazi zote, kwa sababu nawategemea watu waweze kunifanyia kazi na niweze kuwalipa pesa sanginewe, kipato changu kinapungua naomba niweze kupata katika huo mkopo wa walemavu. Alikombo ni afisa maendeleo ya jamii mji wa Babati, na hapa anaeleza sababu kuu za baadhi ya vikundi kukosa mikopo hiyo. Kama ni mfanya biashara, ni lazima uwe na leseni za biashara. Kwa nini leseni ya biashara? Kwa sababu hizi hela mnazochangia kidogo kidogo halmashauri ndiyo na sisi tunazichukua tunaleta kwenu wananchi. Kama ni bodaboda, ni lazima uwe na leseni ya udereva. Kwa nini leseni ya udereva? Tunakukabidhi chombo cha moto, kwa bahati mbaya unaweza ukaingia barabarani ukapata ajali, kama huna leseni, ile pikipiki imepotea. Mwezi uliopita tulikagua vikundi, bado hatujamaliza, tuko kwenye hatua za mwisho za kutoa mkopo. Kwa wale waliopata, tutawataarifu kwa barua kuwa nyinyi mmepewa mkopo kiasi fulani. Wale ambao hawajapata vile vile watataarifiwa kwa barua, kwa nini hawajapata na sababu zinazopelekea wao kwa nini hawajapata. Kama walikuwa hawana leseni, wataonyeshwa pale, mlikuwa hamna leseni za biashara, mlikuwa hamna leseni za udereva. Katika watu watano walioomba mkopo tumewaona wawili tu, watatu hawajakuwepo. Kwa hiyo mtuletee hao watu watatu tuwaone, kikundi chote ili tusitoe fedha kwa vikundi hewa. Kwa upande wake mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Babati, Shabani Mpendu akijibu hoja wananchi waliolalamika kukosa mikopo hiyo, na hapa anatoa elimu na msisitizo juu ya wananchi kupewa haki ya kupewa mikopo hiyo endapo watakidhi vigezo hivyo. Lengo la Mheshimiwa Rais kwamba vijana wote wa, wapate mikopo, akina mama wote wapate mikopo, na wenye mahitaji maalum wote wapate mikopo. Pesa zipo za kutosha, pesa ni nyingi kuliko waombaji, lakini sasa kwa sababu hizi ni fedha zinakuwa na utaratibu wake. Sasa hii lengo ni kwamba kila mtu anufaike. Kwa hiyo kama hukupata mara hii, utapata mzunguko mwingine utakapokuja, na kama alivyosema kwamba mikopo inatolewa kwa uwazi, ukikosa unaelezwa bwana, wewe umekosa kwa sababu hizi. Kwa hiyo wewe kazi yako ni kwenda kurekebisha zile sababu, unaomba tena. Kutoka hapa mjini Babati mkoani Manyara, mimi ni Kitana Hamisi, kimvuli cha jamii.